Leo ni siku ya kilele cha siku ya sheria hapa nchini. Wanasheria walikongamana katika maeneo mbalimbali hii leo kuanza kwa mwaka mpya wa kimahakama. Ni siku muhimu kwa sheria na mahakama kwa ujumla. Tambua kwamba mahakama ndio wanatajwa kama mhimili wa kusimamia na kutoa haki. Baada ya mahakama kwenda mapumziko sasa imerejea na shughuli zake rasmi, sasa zitaendelea kwenda kwa kasi ile ile ambayo imezoeleka. Katikati ya haya, bado kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kulalamikiwa, kwa upande wa serikali wenyewe wakiahidi kuendelea kuyatekeleza, lakini kwa wanasheria wakisema kwamba ni vyema ikaongezwa nguvu zaidi, ili utoaji wa haki uendane na kasi inayostahili yangu matumaini ya kwamba umekuwa na siku njema kabisa. Karibu sana kwenye Uchanganuzi. Naitwa Nordin Selemani. Leo mada yetu tutatupia jicho hicho ambacho kimefanyika uh, kitaifa pale Dodoma, licha ya kwamba katika mikoa mingine na kwenyewe kulikuwa kuna shughuli ya namna hiyo. Pale Morogoro tutajiunga na John Seka ambaye yeye ni wakili wa kujitegemea. Karibu sana John Seka. Asante sana nashukuru namna hapa studio tunaye Emmanuel Ukashwa ambaye pia naye ni wakili wa kujitegemea karibu sana. Asante sana. Kwema, kwema kabisa. Ndio mawakili wasomi, tuanzie hapa Emmanuel. No, no. hii siku ina, ina maana gani hasa kwenye muhimili wa kimahakama na kwenu nyewe wanasheria? Kwanza ni siku ambayo tunaadhimisha tuna kwenye msingi ya kuanza mwaka wa utoaji wa haki kwa sababu ujue kwamba awali ni kwamba mahakama kuanzia tarehe kumi na tano Disemba unakuomba tumeenda likizo, isipokuwa kwa kesi ambazo zipo za, za, za, za, za dharura. Lakini vilevile vile kwa mahakama za wilaya na hakimu kazi bado zinaendelea, lakini kwa mahakama kuu zinakuwa kwa zile kesi ambazo zina udharura. Kwa hiyo mpaka leo tarehe mbili mwezi Februari maanake ni kwamba tayari ile likizo imeisha. Kwa hiyo jaji mkuu anakuwa na jukumu kubwa kama mkuu wa mhimili kuweza sasa kuzindua na kuonyesha sura mpya na dira mpya katika mwaka huo katika ufanisi wa utoaji wa haki, na ikumbuke kwamba katika misingi ya haki ni kwamba katika katiba yetu ibara ya nne inaonyesha mimili mitatu mgawanyo wa madaraka, serikali, bunge na mahakama. Lakini ibara ya mia moja na saba, ibara, ibara ya herufi kubwa a na b mia moja na saba zinaonyesha kama mwenye jukumu la utoaji wa haki katika jamhuri ya muungano wa Tanzania ni mahakama mahakama na ukiangalia, no ukaulimbiwa mwaka huu ni kwamba umuhimu wa mahakama katika ustawi na wa maendeleo ya taifa. Kwa hiyo hiyo ndo no dhana kubwa, kwa nini huu mwaka unakuwa wa muhimu au siku ya kuadhimisha inakuwa ni ya muhimu sana, hmm. Lakini vilevile ni kuwambia sababu jua mahakama inatoa huduma yeah, yetu ni ya kutoa haki <laughs> <laughs> kwa hiyo sasa ni muda mwafaka kuambia watu kwamba jamani, sasa tumeanza mwaka mpya wa kutoa haki na kujua wateja wetu ndugu zetu kwamba jamani milango ya mahakama sasa ipo wazi. Hmm. John, seka maadhimisho yenyewe yanafanyika wakati bado kumekuwa kuna kilio cha muda mrefu cha ucheleweshwaji wa kesi mbalimbali. Hii inasababishwa na masuala kadhaa ikiwemo eh, kuchelewa kwa upatikanaji wa ushahidi uh, lakini hata pia uh, wingi wa mashtaka yenyewe na ukilinganisha na idadi ya majaji na mahakimu, tunapokuwa katika mtanziko kama huo, nanyiwe wanasheria mnaketi katika siku hii ambayo mnasema mnaanza mwaka mpya wa utoaji wa haki, mambo gani ambayo yanapaswa kuzingatiwa ili hiki kilio cha muda mrefu kipate suluhisho? Nudin hicho ambacho unakisema ndiyo ambacho jaji mkuu amekizungumzia leo eh, kwamba kuanzia mwakani eh, wataanza kufanya mabadiliko makubwa ya siku ya sheria ili kuweza kurudi kwenye siku ya sheria ya uhalisia ambayo eh, malengo hasa ya uanzishaji wa siku ya sheria yalijikita zaidi kwenye kutafakari nini kimefanyika na nini kinachopaswa kufanyika ili kuboresha huduma za mahakama? Sasa kwa miaka miwili, mitatu, minne iliyopita hii kumekuwa na siku ya sheria badala ya kuwa ni siku ya kutafakari, imekuwa zaidi ni siku za hotuba, hmm. Sasa hotuba peke yake zinakuwa zaidi na na kuainisha changamoto pengine bila kuwa na eh, suluhisho na, na, na, na kwa hiyo naamini kwamba jaji mkuu e, pengine baada ya kuingia ameliona hili kwamba kidogo sura ya siku hii na nini ambacho kinatakiwa kufanyika e, sicho ambacho e, kimekuwa kinafanyika kwa siku za karibuni, na ni tofauti kabisa na malengo yake ya uanzishwaji huko zamani, wakati e, wa Jaji Mkuu Samata na wenzake, lakini kuhusu haya ambayo umeyasema yamekuwa yanaendelea kusemwa, lakini E, tu, tu, tu, ukweli pia tuseme e, mahakama zetu zimebadilika sana e, changamoto ya ucheleweshwaji wa, wa haki e, kwa ujumla wake kumebadilika sana. Hukumu zimekuwa zinatoka kwa wakati kwenye mahakama nyingi, muda wa usikilizwaji wa mashauri umepungua sana e, ziko kesi chache ambazo bado zina changamoto E, kwenye jinai bado, pamoja na maboresho yaliyofanyika, lakini bado tunaona e, kumekuwa bado na kilio na mtindo ule ule wa zamani wa wenzetu wa waendesha mashtaka ku, kuja na hoja kwamba upelelezi haujakamilika. Kwa hiyo ni mambo ambayo nafikiri bado yanahitaji maboresho, lakini kwa upande wa mahakama kwa kweli wamejitahidi. Changamoto pekee ambayo tunaiona zaidi ni kwenye mahakama ya rufaa e, huko bado huko bado changamoto ni kubwa kuna mrundikano mkubwa sana wa kesi katika mahakama ya rufaa, tunaongelea sasa hivi mwaka elfu mbili na ishirini na sita, lakini mahakama ya rufaa bado inadili na kesi za elfu mbili na ishirini na nne, kesi za elfu mbili na ishirini na tatu. Kwa hiyo mahakama ya rufaa kwekweli wamezidiwa, na lazima jaji mkuu waje na mkakati tofauti ili kuweza kubadilisha e, utendaji kazi katika mahakama ya rufaa, lakini kwenye mahakama kuu e, kuna mabadiliko makubwa ambayo yameonekana, wingi wa majaji ulioko Mm. Umesaidia sana hata mahakama ya rufaa pia wanaweza sasa hivi wakasikiliza e, kesi kwenye mikoa mitano tofauti, lakini pengine imefika wakati sasa wa kuanza kuwaza e, badala ya hawa majaji wa mahakama ya rufaa kwenda ku, kutembelea mikoa kila baada ya muda fulani, kuwe na majaji hata wawili au watatu wanaweza kukaa E, kwenye mkoa mmoja wakati wote e, au kwa muda mrefu zaidi ili kuweza kuondoa mzigo ulioko. Kwa hiyo, yako mambo ambayo yanaweza kujadiliwa na e, sijui jaji mkuu atafanyaje yeye na wenzake ili kuweza kuitisha mkutano wa pamoja wa wadau tuweze kukaa na kuongea Eh, ya kwetu eh, huku kwingine tunawaalika zaidi wanasiasa na wao wanakuja na ya kwao mm. na hotuba zaidi, na ambazo pia pengine si wakati wake sana lakini ipo haja sasa ya ya siku ya sheria ikawa ya wanasheria kujadili ya kwetu, na nafikiri Jaji mkuu ana anaenda vizuri na huo muonekano wa anaosema utaanza mwakani kwamba tujadiliane, tumefika wapi, tumeenda wapi E, wenzetu wa mahakama wa nani taasisi ya mahakama wana takwimu nzuri sana mm, e, ya nini ambacho wamekifanya kwa mwaka huu e, ukizisoma zile judicial statistics ziko very impressive, lakini sasa sisi wadau tunazijadili <laughs> lini na wapi mm, na kuwaambia wapi waboreshe. Kwa hiyo hilo tumekuwa nalo ni changamoto, hatujapata fursa rasmi ya kukaa na yeah, kuangalia huu muhimili wa kwetu ambao sisi wote tunaosimamia kama maafisa wa mahakama tuna uboreshaji hilo, okay. nafikiri bado lina changamoto, na jaji mkuu anaenda pazuri kwa kwenye kusema atabadilisha hilo, ok. Seka, tutarejea kwako. Uh, Emanuel namsikia moja ya ajenda ambayo anaizungumza Seka, Ndiyo. ni kwamba anasema hii siku inabidi wadau wa sheria zaidi wakae kuliko kusikiliza zaidi hotuba, kukaa kufanya tathmini. Hapa tulifanya vizuri, hapa sipo, hapa tujenge hiki, hapa kile na mwenyewe anakiri kwamba mwanzoni miaka minne mitano nyuma ilikuwa hivyo, lakini sasa hivi imebadilika. Wapi kumekutokea kujikwaa hadi mambo amefikia hapa? Uh, unajua mahakama imepitia miongo au imepitia hatua nyingi. hmm. utakubaliana mimi rudini kwamba mfumo wa mahakama kwa sasa tumetoka kwenye mahakama ambayo tulikuwa tunatumia vitu kwenye hali ya kawaida tu. hmm. tumeamia kwenye tehama yeah lakini tumefika kwenye wakati ambapo mahakama pia kulikuwa kuna uhaba wa majaji mm-hmm, ambayo kero bado inaendelea kutatulika kesi zinavyozidi kwenda na bado bajeti inavyozidi kwenda, lakini imekuwa pia kuna ishu ya ucheleweshaji wa kesi. Umemsikia Jaji Mkuu anasema kwamba kama zile kesi nyingi sasa hivi itabidi hizo zinaisha kwa wakati. Kesi ambazo ni ngumu au zinaonekana zina sura ambayo ni ngumu, itabidi kwa kuna majaji zaidi ya watatu, ametunga kanuni, lakini bado falsafa i itabidi naenda kwa taratibu, nikubaliane na kakaangu Seka kwamba ni kweli siku kama ya leo napaswa tukae wadau wa mahakama, wadau watoaji haki, tujue tunaelekea vipi, kwa sababu unajua hotuba za kisiasa zinaishia kwenye jikwaa, hazina ufanisi, hazina utekelezaji. Sasa ni muda mwafaka, sura ya siku ya sheria ingekuwa leo tunaanza kuongea kwamba je, kwa mfano, kwa mahakama kuu kweli uh, kasi ya kesi zinaenda haraka, lakini kwa mahakama ya rufaa bado kuna changamoto ingawa najua kwamba jaji mkuu ana dhamira njema kwamba anataka kwamba sasa hivi kuanzisha e, kanda kwamba mm, majaji wa, wa rufani wao katika kila kanda okay. Nadhani kuna kanda zimeanza kuta, kutambuliwa kama tano za kuanza kwa majaribio ili kusudi kwamba kama sasa kama kesi iko Mbeya basi, uh, wasisubie mpaka kikao cha majaji wa rufaa kije huko, basi huko kwa ujaji wa rufaa ni upande wao waweze kuu kusikiliza hiyo rufaa. Ni hatua mojawapo nzuri, kwa sababu kama sasa tukutana ile elfu mbili ishirini na sita kuna kesi za elfu mbili na ishirini na mbili ziko kama rufaa elfu mbili ishirini na tatu, elfu mbili ishirini na nne, sasa unaweza kuona bado kesi za nyuma bado zinaendelea, kuna mrundikano mkubwa. Lakini vilevile kwenye mahakama ya rufaa bado hatujaona majaji wengi, tuna majaji kama 37 hivi, bado idadi ni ndogo kulinganisha na jukumu alilonalo. Kwa hiyo bado ni changamoto, lakini jambo mm. ni ni jingine ni kwamba namna ambavyo o, kesi zinavyokuwa zinaenda, bado kuna kesi ya rushwa, bado kuna kesi ya matumizi mabaya kwenye mahakama za chini, bado kuna uelewa mdogo kwa watu ambao hawana uwakilishi, bado kuna bado kuna mambo mengi ambayo kama mahakama bado inahitaji sana ifanyike ili watu huku chini na wateja wetu au watumiaji ambao wa wanaenda kwenye milango ya mahakama waweze kujua. Lakini sio hivyo tu kaka yangu, kwamba sasa hivi tumefika wakati ambapo dunia kila mtu anaelewa nini kinachotendeka. Hmm. Kwa hiyo katika muktadha huo pia ni muda mwafaka kwamba na sisi mahakama tunapata sasa, tusikilize wadau wanasemaje, tuweze kujikosoa tujisahihishe. Unajua, unaweza ukawa kwamba una, unaona kuna tatizo, hmm, lakini ukisikia watu wanavyokuona wanapata analisis wanapata upembezi wa kinifu dhidi ya utoaji wake dhidi unavyofanya, yeah. Inatusaidia hata sisi kujipima kwamba kuna sehemu gani tupo sawa, kuna sehemu gani tumekosea asa kinyanja kama hii kipindi kimaka majapata muda wa kufanya tasmini na wananchi. Kwa hiyo ni muda wananchi wanatoa manunguniko mengi, utasoma kwenye mitandao na kadhalika, lakini hawajapata muda wa kuambiwa sasa hivi wananchi tunataka tufanyeje? kwa sababu lengo la mahakama, kwa sababu mahakama ndio sehemu pekee salama, na mtu asipenda kwenye milango ya haki, maana yake kwenye milango ya vurugu. yeah. Kwa hiyo mtu anayekimbilia mahakamani ni mtu salama zaidi anataka pokelewa na mikono miwili. <laughs> kwa hiyo hiyo kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho tunaweza tukakiona, lakini kulikuwa kuna ishu ya majaji kwamba kwenye wawe kwa mwaka wala, wameamua kesi zaidi ya mia yeah, kwenye speed track of course hiyo imesaidia kwenda, lakini sasa hivi kuna ishu ya teknolojia hiyo teknolojia, kuna sisi mawakili tunaweza tukaitumia, lakini kwa wale wateja ambao hawana uwakilishi mm -hmm. Wanaendaje kuitumia? Ao okay. Bado hapo kuna msigano kwa hiyo ni lazima sasa tuangalie namna bora zaidi, hawata hawa watu ambao ni watumiaji ambao tunawalenga waweze kupata huduma kwa ufanisi, tuweze kuwapa uchechemuzi, kuelewesha na kujua namna gani bora ya kufanya hili jambo. hmm. kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunaweza tukaliangaza kwa namna hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaona tumetoka wapi, tulipo jikua na sasa tuanze sasa kujisaisha, na zamani ilikuwa kwamba mahakama, mtu anaweza akaandika nyaraka waraka wa kukosoa wakapeleka, hmm. Sasa sasa hivi hiyo milango okay, haipo. Sasa tuje kupata kikao, kwamba wananchi mnasemaje kuhusu maoni ya mahakama, mnaje tasmini. Unajua, watu wanakosa haki sana pembezoni, sioku okay, huku mjini, ambapo mtu anaweza akampata wakili akenda naye mahakamani huko hmm. pembezoni huko watu je, mahakama inawafikiaje? wanani watumiaji ndio, kuna kwa kama hapa mjini kuna lile basi unalionaga linaitwa mm, ni mobile mobile, mobile court, court. Mm. Bado je, huko vijijini nafika okay. sana. Kwa hiyo bado kuna vitu ambavyo rasilimali, je bajeti ya mahakama inatosha? Kwa mfano mimi nilikuwa napendekeza sana, ningekuwa kwamba bajeti ya nchi inasema kwamba 1% ina katika bajeti ya nchi inakuwa kuna 1% au 0.5 ina ya mahakama, lakini sasa hivi mahakama anakuwaje huru aenda kuomba hela huku ambapo sasa eh, unaweza ukaona tuna changamoto bado ni kubwa, yeah. Kwa sababu unajua ni mahakama iwe huru sio tu yeah. Eh, kwa kuiona uendeshaji wake, rasilimali zake, vyanzo vyake. Kwa hiyo ni lazima unapoiangalia uhuru wa mahakama au independence sio jambo la kuangalia tu kwenye hali ya, ya maneno yeah. Sasa wewe leo hii unaweza ukawa kwamba wewe ni jaji au wewe ni hakimu nyie wote mko sasa, unaangalia namna gani, wakati gani nyinyi mtakuwa kwamba mko independent huku fedha mnasegemea mkachukua sehemu nyingine, na, usha, unako, unako na kauli moja shekwa kuaga maarufu sana, ambayo naipenda kuinukuu kwa sababu ni kauli ni kotabo hmm, ya hayati John Pombe Magufuli alisema kwamba kuna mimili mitatu, lakini moja umejichimbia chini zaidi. <laughs> <laughs> Hakutuambia ni upi ambao umejichimbia chini zaidi. <laughs> lakini ipo mitatu, mmoja ndo kaona. Kwa hiyo ni lazima tuangalie sura mpya, kwa hiyo ni mda mrefu kama tunavyoenda kuitengeneza Tanzania mpya, mm, kwamba bajeti ya mahakama hiyo kuna asilimia moja, okay, katika bajeti ya nchi nzima, kwamba hii mm bajeti ya asilimia moja iingie kwenye katiba. Tutafanya mabadiliko ya katiba kwamba mahakama ilipate ipate vyazo vyake, asilimia moja ya bajeti ya nchi inakuwa ni bajeti ya mahakama. Kwa hiyo mahakama inajua kwamba inajudishwa fundi yake okay. Lakini ukitaka kujenga mahakama ukitaka kujenga mahakama nyingine huko pembezoni unaenda kuomba tena kule, kule, kule, kule. <laughs> <laughs> seka uh, tupo katika dunia ambayo mambo mengi yanaendeshwa kisayansi na hata wenzetu wamefika hatua uh, hata uchunguzi wenyewe umekuwa ukifanyika zaidi kisayansi na kusaidia uh, kwenda uh, kwa kasi kwa kesi na mahakama kuonekana kwamba ndani uh, ya muda mfupi Eh, haki inapatikana, mtu anaendelea na ya mambo yake. Sisi kama nchi tulipaswa kuchukua mkondo upi ili kuhakikisha kwamba sayansi na teknolojia itusaidie katika haya ambayo tumeonekana kama ni tupo kwenye mkwamo hivi Nurdin? Eh, labda nikuambia kitu kimoja, wenzetu wa mahakama wamepiga hatua wa kubwa sana kwenye teknolojia sasa hivi unaweza mimi nashughulikia na shu, na kesi kesi za uchaguzi wa wabunge. Wakati mwingine ninafanya kesi nikiwa Dar es Salaam bila ya kufika Kigoma wala wala Songea, mm-hmm. Na kesi tunafanya kwenye mitandao na zinakwenda zinaisha. Kwa hiyo wenzetu wamepiga hatua kubwa sana na tunawapongeza sana. Ni ni namna gani sasa hiyo huduma inaweza kufikiwa kwa watu wengi zaidi wakaielewa. Ndio jambo ambalo mahakama zetu zinabidi zifanye, na ili kufanya hivyo ni lazima kwanza eh, wawe na vitu. Kuna wakati mwingine unaweza kukuta ukaenda kwenye eh, unasikiliza kesi kwenye mtandao, lakini unaambiwa bando limeisha, au netwoki inasumbua. Ni kwa sababu ya mabajeti ambayo imepewa mahakama kwa ajili ya kufanya vitu E, vivyo bado ni ndogo, lakini kwa maana ya teknolojia, e, mahakama zetu zikiweza kufanya hivyo e, zikaadopt teknolojia majaji wetu na mahakimu wakabadilika nao wakawa ni watu ambao wanaweza kusema kwamba tufanye hivyo, maana yake na, na hili ndio ambalo litaendana na hii falsafa ya mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo, maana yake ni kwamba mtu utakuwa una wewe, ni raia uko nyumbani kwako, una intaneti nzuri, unasikiliza kesi, ukimaliza unaendelea na shughuli zako, si lazima utoke, uende usafiri kilomita arobaini e, au hamsini kufuata huduma ya mahakama halafu ufike pale, hujui ni wakati gani mahakama kesi yako itaitwa. Kwa hiyo utakaa pale labda siku nzima, halafu utalazimika pia na kuanza mchakato wa kurudi majumbani. Kwa hiyo e, wamefika mahali pazuri sana, tuwapongeze sana wenzetu wa mahakama kwa kupokea tehama na ku, ku, ku, na kuanza kuifanyia kazi. Kwa hiyo sasa hivi kesi zinafunguliwa kwenye mtandao. E, hakuna tena mambo ya kutumia karatasi, sijui ukaenda ukaprinti alafu ukapeleke mahakamani ukakutane na karani anze kukuambia bwana, subiri sijui nini. Kwa hiyo wamebadilika sana na tunawapongeza, na sisi kama ma, maafisa wa mahakama kama mawakili, na sisi hilo tumelipokea e, kwa hiyo tunaenda nalo vizuri, lakini kama tunavyosema, e, kasoro zipo e, tunaendelea kujifunza wote kwa pamoja, wenzetu wa mahakama E, pia na wenyewe wanaendelea kujifunza, wako ambao hawataki kubadilika, wanataka bado e, kukaa na mtindo wa zamani, wako ambao wanapenda tuonane uso kwa uso e, wakiamini ndio labda tuna, tunatoa haki vizuri zaidi, lakini ni kwa hiyo teknolojia kwa kweli wenzetu wa mahakama wameshaweza na hii inawasaidia sana. E, na kama watakwenda na hiyo ambayo walikuwa wanaisema mheshimiwa jaji mkuu na makamu wa rais leo kuhusu akili mnemba ikaanza kufanya kazi vizuri, tukiwapunguzia majaji na mahakimu muda wa kuandika kila tunachokisema kwa, ku, kwa kukubali na kupokea uwezekano wa kurekodi kile tunachokisema, mimi naamini eh, mabadiliko hilo peke yake linaweza likasaidia sana kuokoa muda wa mahakama, e, na, na, na na na na tukapata muda mrefu zaidi wa kujikita kwenye kufanya tafiti e, za namna gani ya kutenda haki badala ya kujikita muda mrefu tunaangaika kuangalia namna ya kurekodi mashauri na kukaa mashauri yakawa vizuri. Kwa hiyo wenzetu wa judiciary kwa maana ya mahakama wamejitahidi sana sana sana, lakini changamoto zipo zinahitaji kufanyiwa kazi. Hii e, pia inaendana na kuboreshwa na maslahi yao, kwa sababu kama uliona leo e, wakati makamu wa rais anaongelea maslahi hakuna aliyepiga makofi, kwa sababu pia wana changamoto zao na malalamiko yao, na amesema atawashtaki ata kwa rais. Lakini rais hata siku ya ya ya maake, ya nani walipokuwa na vikao vya majaji na mahakimu walisema mm. tena hilo hilohilo. Kwa hiyo mm. labda kuna kilio cha uhalisia ambacho kinawafanya majaji na mahakimu nao pia wasihisi kwamba wako motivated kama mihimili mingine. Kwa hiyo tunapoanza tu, tu, tu, tu eh, mwaka mpya wa mahakama, wakati watuna tuna changamoto hizi, lakini tuendelee kuwasihi majaji na mahakimu na watendaji wa mahakama wasikate moyo. Sisi kwa pamoja tutaendelea kupambania haki zao wakati na sisi tunapambania na za wateja wetu. Eh, ili sasa wote tuweze kwenda pamoja na kutimiza eh, hili lengo na falsafa ya mwaka huu ya kuangalia mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Okay, uh, Emmanuel, uh, ni mwaka mpya unaanza. Ungeambiwa upeleke ushauri wako kwa mahakama lakini pia na serikali. Ungependa nini kifanyike ili mwaka huu haki iendelee kutolewa kwa kiwango ambacho kinapaswa kwenye mahakama zetu? La kwanza ni kwamba bajeti ya mahakama, serikali isikie kilio hiki kwamba au iti, mwito huu kwamba bajeti ya mahakama sasa iwe ni asilimia moja au asilimia kadhaa ya bajeti ya nchi ili kuifanya mahakama iwe huru kifedha. Hilo ni la kwanza. La pili uteuzi wa majaji kwa mahakama kuu sasa hivi napo, waongeze uteuzi wa majaji na wengine waende mahakama ya rufani. La tatu kuanzishwe au kama dhamira ya Jaji Mkuu iliyopo kwamba kuanzisha hizo ma, nani majaji wa mahakama rufani kuwa kwenye kila kanda ambazo zinaanza, ianze mara moja ili kusudi sasa zile kesi ambazo zimetokea kule kule za rufaa ziweze kumalizika kwa wakati. Lakini vile vile mahakama ipate muda wa kujitathmini, aalike wadau si so, wadau sasa tunavaa tai na suti. Wadau wa kwanza wa mahakama ndio wananchi. Wananchi eh, na wananchi walikwe kwa sababu unapoalika wananchi wanapata sura ya kujua nini wanakosea, wapi wanapoenda, wapi tumejikwaa wapi, tunapoendelea. Lakini la mwisho zaidi, tuweze kuwa na lugha rafiki na kuweza kuondoa ukilitimba kwenye mikondo ya haki, sababu ukilitimba kwa mkubwa sana, haki utoaji wake unakuwa ni tafrani. Kwa hiyo hiyo hayo ni mambo ambayo ningeweza ushauri kupita hapo. Kwanza mwaka huu italeta sura mpya, lakini bila kuathiri kwamba mahakama za chini ziweze kuamua kesi kwa wakati. Tusiwe na ucheleweshaji wa kesi kama jaji mkuu alivyokuwa na dhamira hiyo kwamba sasa hivi mahakama isicheleweshe kesi na yale makosa madogo madogo mengi yaweze kuamuliwa kwa haraka ili kusudi kwamba kuweza kuwasaidia wale wananchi kupata ukweli. Utakuta mtu anaenda mahakamani anakaa miaka mitano, miaka sita, hata kama alimlipa wakili, tena wakili alishamkimbia sababu hana hela tena kuongeza <laughs> Kwa hiyo hiyo ni namna bora ya kuweza kufanya sura ya haki iweze kuwa itamalaki katika nchi hmm, lakini watu waweze kujua kwamba mahakama ni msingi muhimu na mhimili muhimu katika nchi okay. Utulivu tunaokuwapata leo ni kwa sababu mahakama ikiweza kutoa haki, mahakama ikisimamia haki, ikisimamia sheria, ikitafsiri sheria, ndio utulivu tunaweza kupata. Kwa hiyo tujua, mahakama imebeba jukumu kubwa pandeno kwake Emanuel Ukashu, uh, wakili wa kujitegemea ambaye nimekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo, lakini teknolojia ilitufikisha mpaka pale Morogoro, tukaungana naye wakili wa kujitegemea John Seka. Ni kushukuru sana John Seka, asante sana nam. Nikushukuru pia Emanuel, asante sana nam. Nukta hiyo ndiyo inatufikisha tamati ya uchanganuzi kwa leo. Tulikuwa tukipiga darubini siku ya kilele cha siku ya sheria hapa nchini ikiwa kwamba ni mwanzo wa kufunguliwa kwa shughuli za mahakama kuu ambako sasa mambo yanarejea baada ya kupata break tangu Desemba kumi na tano. Unasikia wadau wenyewe wa mahakama ambao ni mawakili wakitueleza yale ambayo wanatamani, lakini maeneo mengine ambayo wanaona kwamba eh, mahakama imekwenda vyema wametuelezea na yale maeneo ambayo bado yanakwikwi pia hawakusita kuyainisha. Lengo ni kuhakikisha kwamba eneo hili la utoaji wa haki linakuwa ni jema na linasaidia wananchi kupata haki na ile hamu na matamanio, uh, ya wananchi na imani yao kwa mahakama iendelee kuwepo daima. Naitwa Nurdin Selemani, ndivyo ambavyo inahitimisha uchanganuzi. Panapo majali watukutane tena kesho, ni kutakie usiku mwema.